Unachokipanda leo ndicho tutachovuna kesho, imeandikwa mwanaume kula kwa jasho vinane. Najiuliza kayona kesho, ni busara anapokea ushauri, anapokea mawazo, awakimbere kiboiyo samani, mheshimiwa hivi namjua, basi nini? mm -hmm. ame. Ame. Ame. wakaja kuniita Nikaenda kaniambia, unahitajika nini kituoni. Sikuwaza kama linawezekana swala la wimbo tena, kufuatana na jamaa walivyokuja walivyokuja, uh, nimesema tu kwa baadhi ya viongozi ambao wanatumia wana, wana vibaya jeshi la polisi, watafanya watu waanze kuwachukia, wametumwa uh, wa, eh, ndio maana nasema eh, siwezi, siwezi um polisi the way wapu, wapenda bari, zauda kuliko kazi eti, kuna wasanii wanarogana wapo, sijasikia mnasema